Wapendwa katika Bwana, tuko hapa kwa ajili ya ibada ya shukurani ya familia ya ma Geradina na ta Johansen Lutabingwa, kwa ajili ya mambo mawili makubwa ambayo nilikuwa nimesha yataja, ambapo taa Lutabingwa amefikisha miaka tisini na mbili makofi kwa Yesu oh nmaageradina kufikisha miaka themanini na nne magoo napi na pia Mungu kuwatendea jamo kubwa kuwaponya magonjwa namageradina libayaja natamuka wenka na mwenya nasimarwanga tumshangilie Mungu. Na hapo hatuwezi kuwacha kuimba ule wimbo wa kiaya ambao nasema, Mungu saidia roho hii kushukuru saidia midomo yangu hii itamke sifa za Mungu, itamke kama Ta Lutabingwa, itamke kama mange ya dina na wanafamilia. Mungu fanya roho yangu ishukuru, isifu o moyo wange osime akukiwumba maana yake hata akamuumba Ta Lutabingwa akamuumba mangeradina omuzizona o, taribu miaka lva nvichori turalia mukama simwe. Nianze na baraka ya umri. Na hapo nianze na Ta Lutabingwa aliyefikisha miaka 92 na kwa mahesabu ya haraka haraka amefikisha wastani wa miro elfu sitini na sita mia mbili na arobaini. Na hiyo ni kwa maana ya kwamba kila siku, kila milo miwili kwa mwa- kwa mwezi kwa mwezi ni milo sitini. Sitini ni mara kumi na mbili, mia saba na ishirini kwa mwaka ni wasta wa milo mia saba sasa huyu mwenye miaka tisini na mbili ameshaenda kwenye hiyo tuliyoisema elfu sitini na sita mia mbili na arobaini bwana bwana yesu asifiwe sana sasa, ule tutakao ula na eh? bwana yesu asifiwe sana sasa naye leo mchana tunaanza ukurasa mpya kwa milo vipya bwana yesu asifiwe sana milo elfu sitini na sita Hey, kwa mtu wa miaka tisini na mbili akila anakunywa, anakula anakunywa vizuri. Tena mzee Lutabingwa, tulipofanya sherehe ya kuzindua vifaa vya tiba timba huko Ndolage, alitoboa ah, asiri ya mafanikio ya kuishi miaka mingi aliposema tunakula vitu, <laughs> hey, <laughs> anasema, tunakula vitu. <laughs> na leo tutafanya <tunakula> tutd <laughs> tutakula vitu Yesu <laughs> hey, pia kula <laughs> vitu hey. Ukate yoro kakiagi yaki. Ukate kia soka. Ukate yu. Bwana Yesu wa Upande wa mage radina. Yei kwa kufikisha miaka themanini na nne. Tayari ya na miro yake. elfu sitini na mia nne na themanini. <laughs> Tuna mpongeza kwa miro elfu sitini na mia nne na themanini. Kaji Johansen ni mke wake miaka minane ambayo ni milo elfu tano tu na mia saba eh, milo, milo elfu tano. Wewe mwenzako unamzidi milo mingapi? Kwa habari ya umri wao wana kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Ungeweza kuwauliza Eh, ungeweza kuwauliza wenzao waliozaliwa pamoja nao miaka ile, wakakua nao wakacheza nao wakala nao wakasoma nao, ungeshangaa wakikwambia kuwa wengi wameisha aga dunia, wengi wameaga dunia. Lakini hawa kama neema ya Mungu ametupa tuendelee kuwaona kujifunza kutoka kwao, hata kushukuru Mungu pamoja nao. Jamani, hili si jambo zuri. Tumshangilie Mungu kwa pamoja. Kwa kuyaona haya, wanamshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungeweza kuwauliza magumu walioyapitia, wabaya waliokutana nao na maadui waliokutana nao katika maisha lakini angalia, wamevuka salama ng'ambo ya maadui, ng'ambo ya wachawi, ng'ambo ya, ng'ambo ya wenye fitina, ng'ambo ya wenye nia mbaya. Basi tumshukuru Mungu pamoja nao kuwafikisha katika daraja hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati fulani alitusimulia katikati ya mambo ya uongozi na kazi nyingi na uchovu mwingi Alitoka ofisi ya Mkoba mjini, ofisi ya dayosisi, alifika hapa bila kujua amefikaje na anaendesha gari, lakini anajiuliza nimefikaje hapa. Maana yake lolote lingeweza kutokea njiani. Maana yake ubongo na ubavu umeisha futa, ameingia kwenye ulimwengu mwingine wa umilele usiojishughulisha na maisha haya. Ghafla anarudi duniani, kumbe nako vile anunua nyumba ya Karabagaine Kitwe

Na ah, yeah, yeah, yeah, mau <laughs> hey, mpigie huyu ambaye amefikisha tisini na mbili, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo naweza kulishuhudia kwake, maana yeye nimefanya kazi naye kwa karibu, sikufanya kazi sana na maa, ya, kina, kwa isi. Sitasema mengi juu yake lakini Lutabingwa E, nimefanya kazi naye akiwa e, akiwa katibu mkuu nikiwa mchungaji kwenye diocese na vile vile e, katika kuandaa chuo kikuu cha Josia Kibira, yeye alikuwa mwenyekiti wangu. Haa, na hapo nilikuwa nakimbia yani, ananikimbiza mchaka mchakamchaka, nilikuwa katibu wa maandalizi e, aka yumo kwenye kumbukumbu ya diocese akiwa mwenyekiti pamoja nami katibu na kamati ya maandalizi kuwezesha kuwepo chuo kikuu cha dayosisi katika mkoa wetu. Bwana Yesu asifiwe kwa ajili yake hapo. <laughs> na kikafanya kikafanya wanakamati ile kwa mara ya kwanza, tukafika tuka Ikulu wakati huo tunakutana na rais, kwa sababu yake na aliowasiliana nao huko Dar es Salaam. Mimi niliona tayari wanatwambia, tugende, tukaenda. E, ni kwa sababu yake tukawa na chuo kikuu, na mimi nikawa na daraja la kuitwa makamu wa mkuu wa chuo utawala na fedha. Wakati huo Profesa Mwali ndiye mkuu wetu wa chuo. Kwa oh no. hiyo mpaka kwa hiyo, na chuo kikuu cha Tumaini Makumira kikasema tunakutunuku daraja ajiri wa, wa, wa, wa, wa eh yeah. Lakini yeah. Kwa sababu yake iad alizokuwa nazo, na ninakumbuka wakati ile tume ya ukaguzi imefika inatuchekecha tu, ina kuona kama tunafaa, kila walipokuwa wanasema hili linafungua, anamwambia Ta Godwin akiwa katibu mkuu kwa hiyo ametoa mchango mkubwa katika dayosisi yetu. Alianza akiwa mwalimu eh, baadaye akajiendeleza mpaka alienda kusoma Uingereza. Tagodi unalezao anatuambia siku mzee huyo anatoka Uingereza, shule ya msingi ya Tagodi ilifungwa, wakaenda kumpokea na bendi pale pale uwanja wa ndege. Hiyo sio jambo dogo. Anatoka Uingereza, shule zinafungwa katika manispaa kumpokea. Kwa hiyo sisi tunayaona hayo, sio madogo, ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, eh, kama siri ya kuishi miaka mingi yenye furaha, nilichokiona katika yeye, ninachokiona na yeye, mtakubaliana na mimi, ana maisha ya kutolalamika. Ni kweli sio kweli? Tumshangilie Mungu sasa hilo limempa neema ya miaka mingi. Hata wanaolalamika wana miaka mingi, lakini ya shida, sio <laughs> <laughs> e, maana kanuni za Mungu sio sema eti asiyelalamika ndiye anaye hata anaye, anaye lalamika naye anapewa neema ya miaka mingi, lakini ya kulalamika, anajitesa, anajitesa. Anaishi kwa mawazo chanya, anaishi kwa mawazo chanya. Mfano wa ma, ma, mawazo chanya ni kama kwa mfano nikihubiri muda mrefu hapa, asiye na mawazo chanya akasema eh, eh, <laughs> eh, ni, ni ni wa, kuna wanaofuata wa kwa Kiswahili, asiye na mawazo chanya akasema huyu ah, ah, ametukarisha sana kwenye mahubiri, lakini mwenye mawazo chanya anasema tumekaa kwa faida. Unaona tofauti watu wawili, huyu <laughs> anasema eh, eh ametukarisha sana na na, kila unapolalamika mwili unatema nyongo za za kwenda kwenye utumbo, kama namna ya kujiandaa na vita. Na katika kujiandaa na vita, mwili unateseka, maana unaukaisha kwenye vita. Unalalamika, kila unapolalamika nyongo zinateremka kujiandaa na vita na mapambano, kumbe hata hauna nguvu za kupambana. Unawaaampasha <laughs> lakini huyo asiyelalamika, kila anaposema hili limekuwa zuri eh? anajiundia hisia za furaha na kuongeza miaka, kwa sababu amekuwa mtu wa furaha. Ndio maana Zaburi ya mia moja anesema njoni mbele zake kwa kushukuru na kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eh, anakuwa na mawazo chanya. Zuri linamfurahisha wakati wengine zuri linawachukiza. Unaona, uchukiza na zuri anateswa

kwenye Kiswahili alimu uweza kusema hata vyorewamo ah, ni neno letu hiyo. Unaona ah, eh, na kwa hiyo, eh, watu wa namna hiyo hawana hata chuki eh, na wanawatakia wengine neno. Tujifunze kwake moyo wa kuridhika, moyo wa wakutolalamika na kujiletea magonjwa. Tusilalamika tukajiletea magonjwa yatokana na hisia mbaya kwa wengine. Neema hii ya kuridhika na kutolalamika, wala kuchukizwa na maendeleo ya wengine, ifanye sisi sote tumpongeze na kumshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Yeye tunamfahamu kama mpenda kazi na muhimizaji wa kazi. Akiwa katibu mkuu, alihimiza watu wasisimame kama mkalitusi kuna kusimama kama mkalitusi. hiyo hiyo ni tumeenda filosofi tumeenda ka teamkaltzbagi. Alipenda watu wasome waje na karatasi. Yeye ni miongoni mwa walio tutuma Makumira wakati wake, tunamshukuru. Alitutuma Makumira na sasa tupo tunatumika katika Anasema uje na karatasi, usije tu na bila karatasi, cheti. Na hata yeye alichapa kazi iliyochangia uwepo wa vituo vingi vya dayosisi, majengo, magari, uduku na mambo mengine, mpaka ameweza kuandika kitabu kikubwa kuliko hata Biblia cha historia ya vituo vya dayosisi, tunacho. Kwa nini tusimshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake zilizo za milele? mwisho au mtabaraza mmgei mwisho, wote wawili, wote wawili wanamshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na fadhili zake za milele. Maana moja aliwaponya wote wawili dhidi ya gonjwa la korona. Tumshangilie Mungu. Ilo gonjwa la korona, takwimu zinaonyesha liliuwa watu milioni saba na ukiongeza na ambazo zinakiisiwa jumla milioni 18 lakini Ta Lutabingwa na mke wake wakachomoza. Angalia, hata leo ni sherehe na kumshangilia Bwana Mungu. ameendelea kuwaponya hata baadaye, baada ya corona ameendelea kuwaponya Karuta Tabingwa alipopata shida ya tezidume na hata kansa, ambapo unaambiwa ukiambiwa una kansa ni kama hukumu ya kifo. Lakini yeye amepona na leo anamshukuru Mungu kupona kansa ni mambo makubwa. Tena familia yao ina ina zile ina, ina maumbile ya kuishi miaka mingi. Unajua kuishi miaka mingi pia pia kunarithiwa kwenye damu. E, si unamuona olepe na um, manyoni wa um, mwana um, mwana kwa mama um, mkaile mwana wa wale mkuru wa ni mtu mtu ni mkuru haria ubarari ona kuulirizaji <laughs> <laughs> ndio kukubona na kuona tafeli ona miwani anakuona vizuri ni, lakini hata kama una maumbile ya miaka mingi, mpaka uwe unayatunza hayo maumbile. Ukienda kwenye ulevi uliopitiliza, maumbile hayatasema ah ah, huyu ni wa maumbile ah ah. <laughs> Kwa hiyo na wale wenye maumbile ya kuishi miaka mingi wanalazimika kuwa wanayatunza vizuri eh? Ndiyo maana anasema tunakula vitu <laughs> eh? Eh? Mke wake Mageradina yeye ana jina, alimuita Mama Ngina huyu eh, ni mamangina sasa <laughs> alitwambia, tangu zamani tukiwa wadogo, watoto wadogo, tunaanza kazi. Kwa hiyo Mama Ngina huyu alipougua kiharusi, maombi na tiba za hospitali zimefanya kazi kubwa, na Mungu yupo. Sasa amerudi anajitambua, alienda ajitambui. Makofi kwa Yesu! Hakika tumshukuru Mungu kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Wote wawili ni wapenda Mungu, wanamtanguliza Mungu. Wote wawili ni watumishi wa Mungu. Wote wawili ni wapenda watu, angalia tulivyohudhuria wa kwa wingi, na wengine wametoa udhuru kwa sababu ya ratiba zao na wengine wameugua ni wasaidia watu ni waadilifu. Tuendelee kuwaombea kadiri ya Zaburi ya sabini na moja mstari wa sita Zaburi ya sabini na moja ni zaburi maalum kwa wazee, zaburi ya wazee hii, mstari wa sita Zaburi ya sabini na moja ukianzia mstari wa sita anasema: mtegemeeni Mungu aliyewatoa tumboni mwa mama yenu kuwafikisha katika uzee eh. Mkamsifu daima Mungu awe kimbilio lenu, mnapozeeka na kuishiwa nguvu, Mungu asiwatupe. Ndio sara ya Zaburi: mzeekapo Mungu aweke mbali maadui na watesi. Najua unapozeeka ukapumukiwa nguvu na maadui wanakuwa wengi wa kutaka kula vyako na kuviiba na kukunyang'anya, lakini Mungu awe mtetezi dhidi ya wezi na maadui wanaotaka kuwanyemelea na kuchukua kila kitu. Mungu awe mlinzi wenu. Bwana Yesu asifiwe sana <laughs> Zaburi ile, ile ya wazee inasema hao waaibishwe, maadui wa wazee waaibishwe. Nimalize na majina yao, majina yao yana baraka ndani yake. Tukianza na Ta Johansen, ni jina lenye asiri katika kiebrania linalomaanisha kwa waebrania wanalisoma yohanen. Unaona, mungu ni mwenye huruma amemuhurumia Ta Johanseni mpaka na miaka tisini na mbili. Auye, amemuhurumia na wimbo wa huruma ya Mungu ni ule wa Mungu amelihurumia watoto muwaite majina mazuri. Jina lake la pili la utotoni ni Mtajwa. Bwana Tibaku Limanya, utafiti umetufikisha hapo. Jina lake la pili ni Mtajwa na maana yake ni asiye mvivu, asiye mvivu. Ndio bwana anasema usisimame kama mkanitusi. Sasa usije ukamuita mtoto wake, mtoto wako kamuita jina la watakiona sasa hiyo unamuingiza kwenye vita. <laughs> Watakiona au wataniona, utajua. Ukija kwa Lutabingwa ni asiyefukuzwa, na mimi nikaongeza asiyefukuzwa kwenye ufalme wa Mungu, Bwana Yesu au asiyefukuzwa. Hey, hey, asiyefukuzwa. Lakini ukija kwa mama, yeah, ura, shime, wakanda agaito itora, utafurahi nikisema majina ya mama Geradina

yeye yuko pamoja nanyi pamoja nasi, na tuendeleze undugu katika Kristo, na jina la Mungu liviliwe sasa na hata milele. Amen. <coughs>